Leo ni Siku ya Majaji Wanawake Duniani na jitihada mbalimbali zimekuwa zikifanyika katika maeneo uh, mbalimbali duniani hasa kuongeza idadi ya majaji wanawake na kushawishi mabinti na wasichana na wanawake kuingia katika fani hii. Nini ambacho kinafanyika kwa hapa nchini ni miongoni mwa yale ambayo tutagusia, lakini Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mwezi Aprili tarehe ishirini na moja ilikuwa ni mwaka elfu mbili ishirini na moja ilipitisha azimio la kuanzisha Siku ya Majaji Wanawake Duniani ambalo eh, liliandaliwa kule eh, Qatar na maadhimisho ya kwanza yalifanyika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Hapa studioni tutazungumza kuhusiana na siku hii na kile ambacho e, kimekuwa ikifanywa hasa tauja ambayo imekuwa ikiwakutanisha majaji wanawake hapa Tanzania. Tunaye hapa Mheshimiwa Jaji Gladi Nancy ambaye ni jaji mahakama kuu kutoka kituo jumuishi cha masuala ya ndoa pamoja na mirathi Temeke. Karibu sana. Asante sana na heri ya siku ya <laughs> majaji wanawake. Asante, tunashukuru kusherekea. Mm. Asante sana ni yeah. Mm. Kwa kiasi gani e, tumepiga hatua hasa kuanzishwa kwa jitihada hizi za kuongeza idadi ya majaji wanawake duniani? Asante sana ndugu um, mtangazaji uh, kwa kuona umuhimu wa kuwa na wanawake katika maamuzi, inaleta ushawishi kwanza katika uongozi kuona kwamba kuna umuhimu wa kuteua na kuajiri mahakimu wanawake, lakini kufanya uteuzi mkubwa wa majaji wanawake, na hii inasaidia kwanza kuwa na jicho la kipekee la kijinsia katika maamuzi. Na katika kufanya hivyo um, tunayo uh, data ambayo inatusaidia kuona jinsi gani tumeweza kupiga hatua mpaka sasa. Mathalani, katika mahakama ya rufani mpaka sasa kuna majaji thelathini na tisa lakini wajaji majaji wanaume ni ishirini na sita majaji wanawake ni kumi na tatu Kwa hiyo bado hatujasogea, lakini tuna amini kwamba tayari uni uh, mwanzo mzuri mm -hmm. Na pia katika ngazi ya mahakama kuu tuna jumla ya majaji mia moja na tano lakini sitini na tano ni, ni wanaume na majaji arobaini ni wanawake. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba angalau tena kidogo kuna namba inasogea, lakini tukienda wa naibu wasajiri ambao wako mahakamani, tuna msajiri mkuu ambaye ni mwanamke. Kuna uh, uh, wasajiri mahakama ya rufani na mahakama kuu wao ni wanaume, lakini katika ngazi ya manaibu wasajiri tuna idadi ya manaibu wasajiri themanini, lakini arobaini ni wanaume na arobaini ni wanawake. Kwa hiyo hapo tunakuwa tumebalance na ukienda kwenye ngazi ya, ya mahakimu ambao wako katika mahakama au tunawaita mahakimu wa kazi wako jumla ya elfu moja mia mbili ishirini na nane mia sita ishirini ni wanaume na mia sita na nane ni wanawake kwa hiyo pia kuna hatua nzuri ambayo tunaielekea na katika mahakama za mwanzo wako mia moja tisini na sita hawa ni mahakimu wa mahakama za mwanzo Mia moja kumi na mbili ni mahakimu wanaume na 84 ni wanawake. Kwa hiyo katika maamuzi, hali halisi ya takwimu ndivyo ambavyo hivyo mpaka mm. Sasa mm -hmm. Mm -hmm. Sasa sawa. Uh, umetugusia takwimu, lakini vizuri pia tukaangalia tulikotoka mwaka mmoja kabla ya kuanzishwa kwa eh, umoja huu wa majaji wanawake tauja uh, mwaka elfu mbili ndo mlianza mlia, mlia, lakini mwaka elfu moja mia tisa, tisini na tisa mwaka moja kabla ya kuanzishwa kulikuwa kuna, inaelezwa kwamba kulikuwa kuna majaji wa Mahakama Kuu kwa mfano 29 kati yao watatu ndio walikuwa wanawake. Kwa hiyo sasa hivi manake ni kwamba tangu wakati huo tumeona kumekuwa na hatua kubwa zinapigwa, na hapo umetaja pia hapo, eh, majaji wa mahakama ya rufani ndiyo, ambao ni 39, 40 lakini kati ya hao wanaume ni 25 na 13 ni wanawake. Eh, kwa hiyo unaweza kaona tunaelekea kule, angalau mmoja kati ya sehemu ambazo tumeona kuna uwiano unakaribiana ni katika muhimili wa mahakama. Eh, na kazi kubwa imefanyika katika eneo hilo. Mnajisikiaje mna kuona hatua hizi zinapigwa, sababu miaka nyuma tulikuwa tuna majaji wa kuhesabu kina Eusebia Munuo eh, kina Julie Manning. Yani wachache sana. Ukisikia jaji mwanamke, kweli nasema kweli huyu amepita vigingi vingi lakini sasa hivi tunaona wako wengi. E, ni kweli ulichosema ndugu mtangazaji, lakini pamoja na jitihada nzuri ambazo zimefanywa na serikali kuhakikisha wanateua majaji wanawake hmm, tukiangalia tulipotoka na tulipo sasa, lakini bado tunaendelea kwa kutumia maadhimisho kama haya, siku maalum kama ya leo, kuendelea tena kusema kuna haja zaidi ya kuwa na jicho la kijinsia katika maamuzi. Mm, kwamba anapokuwepo mwanamke hatusemi kwamba akiwepo mwanamke atampendelea mwanamke mwingine. Ndiyo. Lakini mm, kuna namna ambavyo anaweza akatizama katika jicho la kijinsia na akaleta uh, tafsiri bora ya sheria katikati ya wanaume, lakini wapo wahafidhina ambao wanaweza wakawa waka wanahoja kwamba wanawake ni watu wa hisia sana kwa hiyo pengine maamuzi ambayo watakuwa anayafanya yanaweza <laughs> ya yakaathiriwa na hisia. Hili unalizungumziai? Uh, nnachoweza kusema hata feedback tunayoipata mm. tuna mm. uh, watu wanaridhishwa pia zaidi na maamuzi ambayo yanafanywa na mahakimu au wa majaji wanawake mm. kwa hiyo hiyo haionyeshi kwamba tunaendeshwa kwa hisia, ila tuna namna ya kipekee ambavyo Mungu ametuumba kuweza kuangalia mambo katika jicho la tofauti mm. uh, na ndio maana tunashawishi kwamba wanapokuwepa wanaume lakini akiwepo na mwanamke au akiwepo wanawake pale anaweza kusaidia kupata tafsiri sahihi, kama nilivyosema kwamba sio kwa ajili ya kupendelea. Hatutaki idadi kubwa au sawa kwa sawa Ndiyo. Kwa ajili ya kusema tunataka kupendelea watu waaina fulani, lakini kuna namna ya pekee ambavyo sisi tunaweza tukatazama Yeah. Tunakoelekea tuna tuja kuwa na chief justice mwanamke lakini tunaona um, kwa, kwa mataifa ya wenzetu kama Kenya, mm. wanaye pale Martha Koome. Tumepiga hatua pia kwenye mihimili mingine, mihimili miwili sasa hivi tunavyozungumza inaongozwa na wanawake kwa maana ya bunge, lakini pia e, mhimili wa serikali. Na hii itachukua muda gani kwa hatua zinazoendelea hivi, itachukua muda gani pengine unavyoona kupata jaji mkuu mwanamke wa kwanza. Uh, kwa sababu sipo katika nafasi ya uteuzi yeah, lakini ninachoweza kusema kwamba uh, wanawake wana uwezo sawa mm, na wanaume. Kinachoangaliwa tu ni, ni uwezo katika nafasi za uteuzi. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, mm, kwa sababu kama ulivyosema tulikotoka na tulipo sasa ni tofauti sana, lakini pia tunajivunia kwamba katika muhimili ngazi ya msajili mkuu ni nafasi kubwa sana. Ndiyo. na mm. uh, sasa hivi uh, ni mara ya pili tunakuwa na msajili mkuu mwanamke kwa hiyo, na, na yeye kimsingi ni kama ni injini ni, ni ya, ya utawala katika mahakama nzima ya Tanzania yes. kwa hiyo hata sasa tunaweza kujivunia kwamba tumepiga hatua na tupo tunakwenda vizuri mm -hmm. yeah. ni changamoto gani kama tauja ambazo mnaziona? Uh, ilitumepiga hatua katika idadi hiyo, wanawake kuongezeka, lakini bado changamoto gani ambazo mnaziona ili kuongeza uh, zaidi. uh, changamoto ambayo ipo bado kwamba hata kwenye kusajili vyuoni mm. idadi ya wanawake ni ndogo katika tasnia ya sheria mathalani, kuliko wanaume. Kwa hiyo na ndio maana tunapita hata mashuleni katika siku kama ya leo tunapofanya maadhimisho, tunapita kuanzia shule za msingi mpaka sekondari, ili kujenga uelewa na ushawishi pia mm. Uh, pamoja na kwamba tunaongea na watoto wa kiume, lakini kuwatia moyo mabinti na wasichana ya kwamba hata wao wanaweza kufika katika hizi nafasi ambazo sisi tupo. Kwa hiyo uh, tunaanza kushawishi kuanzia chini ili sasa itakapofika nafasi huku juu mm. Kuwe tayari kuna idadi ya kutosha mm -hmm. yeah. Uh, kwa mfano utakuuliza kama wewe jaji Glad, kuwa jaji imeathiri vipi uh, masuala yako ya kijamii, kwa mfano masuala ya kuhusiana na watu wengine eh, labda tuseme mahusiano, urafiki na vitu kama hivi. Um, kimsingi hakuna athari mbaya mm. kwa sababu mimi nilianzia kwenye uhakimu yeah. Kwa hiyo sisi tunaongozwa na tunasema code of conduct, kuna miongozo ambayo ipo inatuongoza kutaka ni namna gani ambavyo tunaweza tukajiconduct hata katika jamii. Kwa hiyo athari hakuna, kwa sababu ndio mfumo wa maisha ambao tuko nao kila siku mm. Labda tukipekee inakupa kuwa makini mm. na aina ya watu ambao tuna ishi nao kwenye jamii, asitake ku, kutaka kupata faida mm, mm, kwa nafasi ambayo uko nayo, labda hicho ndio ambacho tunakiangaliaba. Najua kwa mabinti ambao wanakutazama sasa hivi, wanaweza kufikiria ba nikiwa jaji bana watu watakuwa wananiogopa. Kwa hiyo <laughs> kwa hiyo hata kupata uh, mume boyfriend kuna dhana kama hizo zinaweza zikajengeka bana, kwa sababu mtu anasema watu wanaweza mm, wakaniogopa hata ile ku, kuja kunifata <num> uh, nataka na, niwaambie kwamba uh... sisi ni watu kama watu wengine kama kawaida tu kwa hiyo tuna tunaishi kawaida kwa hiyo hata ambaye anadhani kwamba amemwona uh, mtu anayemfaa basi aone fahari tu kwamba amepata <gibu> mtu sahihi asiogope asio <gibu> asio <gobe>. kutakuwa na vipengele <gibu> vya nani sheria ambazo zinaweza, mimi nikioa <laughs> <laughs> jaji, tunapokuwa nyumbani <laughs> sisi nikikosea bana jaji hata, <laughs> tunapokuwa nyumbani, kwa kweli sisi ni watu wa kawaida kabisa <laughs> mm. Tunajua jinsi ya kutofautisha kwamba hapa ni ofisini na hapa ni jimba. Nyumbani, kwa hiyo hata wewe okay, ukija nyumbani utaona ka, tofauti kabisa, tutakupikia, tutakuhudumia, tutakuhudumia, hautaamini mm. <laughs> <laughs> kwamba jaji uh, uh, yeah, <laughs> k Kwa tukiwa nyumbani unakuwa na, na sura ile tofauti ya mama mm. na kufanya majukumu kucheza na watoto mm. Yeah. Mm. Na, na kwako, i, nini ambacho kilikusukuma kutaka uh, kuwa hakimu ama jaji uh? kilichonisukuma ni, ni namna ambavyo wa waheshimiwa niliona walikuwa na nidhamu mm. ile nidhamu uh, ni necha ya kazi ambayo inakufanya upende kuwa mtu wa nidhamu. Kwa hiyo nilikiona hicho kitu cha tofauti sana uh, lakini pia kutamani kusaidia kutafsiri sheria kwa usahihi ndio. mm. mm. ili watu waweze kupata haki zao, maana mm. ukitafsiri kwa usahihi mtu akaondoka ameridhika kwamba haki imetendeka eh, ni kitu kikubwa sana. mm. mm. kitu kikubwa sana. Kuna, kuna changamoto ambayo ipo sasa, nafikiri pia hii ni, ni changamoto ni universal eh, kwamba uh, kuna hiyo haki kama walivyosema justice alafu kuna sheria eh, the law. Sasa kuna msemo ambao pia hata wana sheria wengine wanatumia, wasema the law itself sometimes is unlawful, kwamba yani wakati mwingine unaweza ukapelekwa mahakamani, lakini kupata haki yako itategemea uh, factors mbalimbali mbali. Labda jinsi gani ambavyo umemudu kupata wakili mzuri, jinsi gani ambavyo umeweza ku, ku, uh, ku let, yani ku, kucheza na zile mm. vile vitu vya kisheria kwamba ushahidi umekaa vizuri na no. Wakati mwingine kuna watu tunashuhudia tuna wamefanya kosa lakini anashinda kesi kutokana na namna ambavyo anaweza kucheza ile drama ya mahakamani, the court drama. Sasa hili unalitazamaje? Una, una na tunafahamu kwamba nchi yetu Tuna, tuna watu wengi sana ambao wanashindwa kupata haki zao kwa sababu labda wamekosa msa, msaada wa kisheria, hawana mawakili wazuri wa kuwatetea. Kwa hiyo anapoenda mahakamani na mtu ambaye ana uwezo mzuri wa kifedha, anaajiri ana wakili mzuri, anajikuta anashindwa kesi na hivyo anapoteza haki yake. Uh, kwanza ni watoe hofu wananchi kwamba mtu hashindi kesi kwa sababu anajua sana sheria mm, au kwamba anaweza kumanuva au kufanya namna fulani, kwa sababu sheria inatoa miongozo kwa kuangalia viini tunaangalia viini au tunaangalia ushahidi mzito mm, zaidi. Kwa hiyo hatutaangalia kwamba we anajua kuongea zaidi kuliko mwingine au anaweza kushawishi zaidi. Unaweza ukawa unaongea sana, lakini hauna, hauna ushahidi ambao ni wa kisheria mm, kwa kinachoangaliwa, na ndio maana kuna fursa ya kuuliza maswali. Kwa hiyo pale mtu anapouliza maswali inatoa nafuu au nafasi ya kutaka zile fakti za kweli zijulikane zichujwe tofauti na zile ambazo ni za kupika, sio za ukweli. Lakini pia vipo vituo vya msaada wa kisheria mathalani katika mahakama nyingi za kisasa ambazo tunasema IGC, Integrated Justice Centers, tunahakikisha ya kwamba kuna vituo vya msaada wa kisheria lakini uh, pia pale mtu anapokuwa na ana hofu, kuna call center ambayo mtu anaweza akajieleza na akatafutiwa namna nzuri ya kusaidiwa yeah. au pia ya kuelekezwa kwenye kituo cha msaada wa kisheria mm -hmm. ili basi aweze kupata uwakilishi na hatimaye haki iweze kuonekana inatendeka. mm -hmm. mm -hmm. yeah. Lakini tumeshuhudia pia kuna watu ambao wana, wa, wanafungwa kabisa tuna, tuna, tuna, tuna stories ba, baadhi ya viongozi wametembelea kwenye magereza wakakutana na wafungwa ambao wameeleza jinsi ilivyokuwa na baadaye ikaja kugundulika kwamba e, wale watu walifungwa kimakosa na wale watu baada ya kupata msaada wa kisheria mahakama baadaye ndio inakuja kuachilia huru, lakini na tayari wameshatumikia vifungo. Sasa tuna tunazungumza kuhusiana na nyinyi, mmesema mna majaji wanawake, mna namna ya kuona mambo katika jicho la tofauti. Katika mazingira kama hayo, kuna uh, kuna namna ambavyo, kuna kitu gani na ambacho unaweza kufanya, pengine labda kufanya uchunguzi wako mwenyewe au kuona kwamba jinsi kesi inavyoenda, kuna namna yaani, kuna kitu hakiko sawa, kuna kitu kinaweza kikakusaidia kuona. Kwa sababu wakati mwingine tumeona kuna stori watu tunashangaa imekuwaje, huyu mtu amefungwa na hakufanya kosa, yule ambaye ali, alifanya kosa yuko huru, lakini ambaye hajafanya. Na tunasikia kuna wengine pia wanauziwa kesi, wanabambikiwa kesi na vitu kama hivyo. Uh, kimsiki, mahakama sisi hatuchunguzi, ila tunaangalia ushahidi ambao tumeletewa mm mahakamani. Kwa sababu sisi hatuishi na jamii yote kwamba tunaweza tukaona kila kitu yeah. Tunaangalia tu ushahidi ambao tumeletewa. Kwa kama ushahidi uliokuwa umewasilishwa mahakamani unashawishi na kuthibitisha katika kiwango kile ambacho kisheria inataka pasipo kuacha shaka yoyote mm -hmm. Uh, tunakuwa hatuna namna. Kwa hiyo labda kama basi ameonewa, ni hao ambao wamemtengenezea hiyo kesi na kutengeneza ushahidi, lakini nachelewa kusema uh, ni kitu ambacho sio rahisi mm. kutokea lakini ni hulka pia mwanadamu. Hata angekutwa ameiba hapa leo mm. akipelekwa baadaye mahakamani siku hiyo hiyo akasomewa shtaka, atasema sijafanya hilo kosa mm. ni hulka ya mwanadamu kutengeneza mazingira ambayo yatamsaidia yeye mm. kumwondolea hatia. Hakuna ambaye anakubali kirahisi, ni wachache sana lakini yeah. walio wengi hata ushahidi ungenyoka kabisa na alionwa mm. bado atasema ajafanya kosa. Kwa hiyo hata ambao <laughs> labda wako na ndio uzuri ni kwamba mahakamani kuna fursa ya kusikiliza pande zote mbili mm -hmm. lakini ukimsikiliza upande mmoja, kila upande una uwezo wa kukushawishi kipekee kwamba kweli amefanya au hajafanya mm -hmm. Lakini kwa kusikiliza pande zote mbili inakupa sasa nafasi ya kupima katika mizania ya kisheria. iomesema kusema na watu kukana, unakumbuka tulisoma gazeti moja nasema kuna mtuhumiwa alikana kila kitu hadi jina lake. Mara nyingine anaambia ukifika, kataa kila <laughs> kitu. Wanasheria <piyambo> <laughs> lakini na wao wanaongea na watu tofauti eh. Kwa hiyo katika kuongea hapo anaweza akajikuta amepewa taarifa ambazo sio za kumsaidia. Ujumbe wako, uh, kwa mabinti wasichana hasa pia katika kuingia katika fani hii asante sana. Wito wangu ni kwamba tunawashawishi mabinti kama wanatamani kuingia katika fani ya sheria waweze kuingia kwa wingi katika fani ya sheria, lakini pia tunaamini ya kwamba wasichana wanawake katika tasnia ya haki wanafanya vizuri zaidi. Pia tunawashawishi waweze kuingia au kuomba kazi zinapotangazwa za mahakamani lakini pia hata teuzi zinazohusu wanawake tunaona wamekuwa wakifanya vizuri lakini uh, pamoja na kwamba nimesema nikiwa nakaribia kumalizia mm -hmm. Mwaka huu tunaposherekea siku hii ya International Day for Women Judges tuna kauli mbiu, kila mwaka tuna kauli mbiu ambayo tunapopita mashuleni. Mwaka huu tutaitumia kuwasaidia wasichana pamoja na, na watoto wengine wa kiume wasiingie katika changamoto za kimtandao mm -hmm. ambapo tunasimamia katika Uh, thimu inayosema haki katika zama za kidijitali majaji na mahakimu wanawa, wanawake katika kushughulikia makosa ya kimtandao, yani, justice in the digital era, women judges addressing cyber crime mm -hmm. kwamba tunawasii mabinti vijana uh, kuwa makini katika matumizi ya mitandao. Tumeona kesi, tumeona madhara ambayo yanatokea kwa sababu ulimwengu tulioko nao ni wa kidijitali yeah, na kizazi hiki kina matumizi makubwa sana ya kidijitali, lakini kinapotu, uh, inapotumika vibaya, wengine imewaathiri katika masomo, wengine wameishia kupata misongo mikubwa ya mawazo, lakini mpaka na kesi zingine za kujiua, lakini kesi za kudhalilisha utu wao. Kwa hiyo yeah, tunataka tuwasii kwamba wabaki katika masomo ili basi hatimaye waweze kuwa majaji wetu wa baadaye. Naam. No, no. asante sana, ni jaji Gladi Nancy Barthy, ambaye ni jaji Mahakama Kuu kituo jumuishi cha masuala ya ndoa pamoja na mirathi Temeke, tukizungumza naye kuhusiana na leo, ikiwa ni siku ya majaji ama mahakimu wanawake duniani ambayo imekuwa ikiadhimishwa tangu mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.